Hai, nalo. Hai, nalo. Nalo. Daiyo, irani The rate you have followed me yesterday and last night? More than 200. More than 200 followers. He? Yeah? Nani jana ali ni advertise? Ama kuna kitu adu yangu amefanywa? Mbona nikakuwa na sifa hivi? Watu zaidi ya mia mbili wamenifuata. Unajua watu mia mbili watakufuata na siku ngapi? Wewe dakwera andu makiria mama kana meri ni mafuata ira no tuko wamhuthi wayo sio ndioi? Kuna kamsichana kameniambia kako Uganda, I salute you. Hiyo uchungu unapitia ni ya wakati kidogo tu. Kuna mtu aliwaambia mkae bila panti, ni ukweli. We msichana uko yuji, jaribu kukaa bila panti, go and find out Why and how you do it. Kaa bila panti. Wamama wenye mnataka ku succeed, fanyeni video, huyo pasta alisema, toeni hizo vitu, kaeni bila hizo vitu. Ah. <laughs> Na to diete vega. Na shangaa bila mnanifuata, na account yangu iko suspended, account yangu inashtakiwa, mumeambiwa msinifuate, mimi ni mbaya, na shangaa. Na eka mtu mmoja wangefuata Aya, hena karuga doga kakavu tumio rei wake aga, ya gati ni aramuja.

ati hiti ndire aria mwana niguo ee eh, hiti ndire aria mwana nake soso itwake njira terere hiti ndire aga mwana we tathiuriririe thiu hiti ndire aga mwana na ndire renda kuria mwana ri igwatagia atia <laughs> eduka gera gwatagia atia inungagira kana igakanungira ikaiga karanunga mburi <laughs> hiti yenda kuria mwana <laughs> Yuugaga ati aranunga mburi. Aranunga mburi. Nitugukinya handu turie ciana citu. Nitukuria ciana citu. Niundu wa musago. Neto jia mutiga sage. Mutiga sage. <laughs> Nimesuspendiwa. Until further notice. Ninashonewa uniform. Jumuli sema nimekuja uchi. Sitaki kukuja uchi. Uniform yiko kwa fundi. Goje ni tu uniform ikue sawa. Nataka kujificha kabisa. Sijui vile nitakuwa na na ninawapenda. Mumenifuata vizuri kule YouTube, Goddess of Love. Mumenifuata vizuri, muna comment, muna watch. Ninapata kila siku napata 50 hours, 30 hours, 40 hours. Subscription inaenda juu. Consultation ninapata kila siku. Ninawashukuru sana. Oh, we mora higi account. No we ndi la kurire. Higa ga imba higi. <laughs> Iyo mora jari ya ni jo kira ga daya tafadhali, ya, ya daya. Ni jo kira ga daya. To na ni ni na kuma daya. Ni na wapenda sana, ninawaheshimu. Hakuna siku nitakuja hapa kuatukana, hakuna siku nitakuja hapa kuwaonyesha vile nyinyi ni useless because without you I am nobody. I am a native doctor because You still need the services and people still go to native doctors. Uamuzi ni wako. Do you want to be a pastor? Do you want to be a native doctor? Do you want to be a conman? It is your choice. So, najivunia kukua mganga, naenda kazi eh, naenda kazi, nimebarikiwa, nimebarikiwa, nawapenda.